kuna kiumbe anayeogopwa kuliko simba anaheshimiwa hata bila kupiga kelele ana kasi ya ajabu kama risasi na sumu yake je inatosha kuangusha tembo mkubwa kwa muda mchache tu karibu kwenye hadithi ya kifo kinachotembea huyu si mwingine bali ni Black Mamba au koboko kwa Kiswahili sanifu nyoka mwenye heshima ya kuwa mmoja wa viumbe hatari zaidi barani Afrika. Lakini je, ni kweli kila unachokisikia kuhusu yeye ni sahihi? Leo tutajifunza zaidi kuhusu nyoka huyu hatari na pia tutafafanua ukweli mzima. Lakini kabla sijaendelea, naomba uchukue dakika chache kusubscribe na kulike video hii, maana inasaidia sana kukua kwa chaneli hii ili niweze kutengeneza maudhui mengi na mazuri zaidi kwa ajili yako mtu wangu wa nguvu. Kitaalamu anaitwa Dendroaspis polylepis, anatokea kwenye familia ya nyoka wenye sumu kali sana elapidi. Hupatikana kwa wingi Afrika Mashariki, kusini na kati. Japo jina lake ni Black Mamba, rangi yake ni kahawia kijivu, au hata kijani hafifu. Jina lake linatokana na rangi ya ndani ya mdomo wake, nyeusi kama mkaa. Lakini sifa zake haziishi kwenye rangi tu, anaweza kufikia hadi urefu wa mita 4.5 na ni miongoni mwa nyoka wenye kasi zaidi duniani. Black Mamba hupatikana kwenye misitu ya mvua, savana kavu, hata mashambani karibu na jamii za watu. Hutumia mashimo ya wanyama wengine au mapango madogo madogo kama maficho. Anaweza kuishi ardhini au kwenye miti na ni mtaalamu wa kujificha kweli kweli. Black Mamba hawezi kushambulia pasipo sababu, lakini akikuchukulia kama tishio ni vita ya sekunde kadhaa tu. Black Mamba anaishi peke yake, ni mpweke anayependa utulivu, anakula panya, ndege na hata nyani wachanga. Anapotaka kushambulia huinuka juu na kutoa mdomo wake mweusi. Anapohisi tishio hutumia kasi yake ya hadi kilomita ishirini kwa saa ili kutoroka au kushambulia kwa ghafla. Tofauti na nyoka wengine yeye huuma mara kadhaa kwa mfululizo, kama anakwambia na hakikisha, huinuki tena. Sumu yake ni aina ya neurotoxin ambayo hushambulia mfumo wa fahamu. Pia mtu akiumwa, dalili huanza ndani ya dakika chache tu. Dalili kama kupooza, kushindwa kupumua na kupoteza fahamu huweza kumpata mtu aliyegongwa na nyoka huyu pia, mtu anaweza kufa ndani ya nusu saa kama hajapata dawa ya kupinga sumu ya nyoka huyu hatari. Kabla ya uvumbuzi wa dawa ya kupinga sumu ya nyoka huyu, kugongwa na Black Mamba kulihesabika kama hukumu ya kifo tu. Black Mamba huzaliana mara moja kwa mwaka. Jike hutaga mayai kumi hadi 25 kwenye shimo la siri sana. Baada ya wiki kumi hadi kumi na mbili mayai hutotolewa na watoto wake hutoka tayari wakiwa na sumu ya nguvu. Hawana ulinzi wa mzazi, wanajitegemea toka siku ya kwanza. Kwa kifupi, watoto hawa wanatoka tayari wakiwa vikamanda, tayari kabisa kuanza mashambulizi dhidi ya maadui. Wengi wao huliwa na ndege wakubwa, lakini wachache wanaofanikiwa kukua hukuwa na kuwa na moto wa kuotea mbali. Katika baadhi ya maeneo watu huamini Black Mamba ni nyoka wa kichawi. Wengine husema akikutazama tu unakufa. Ukweli ni kwamba Black Mamba hapendi watu, lakini tukivamia makazi yake au kumtisha, lazima ajilinde. Wapo waliowahi kudhurika kwa kujaribu kumkamata bila ujuzi. Wapo pia waliokufa kwa sababu ya kuchelewa kutafuta matibabu. Si nyoka wa mchezo hata kidogo. Licha ya hatari yake, Black Mamba ana umuhimu mkubwa katika mazingira. Anafanya kazi ya kudhibiti idadi ya panya na wanyama wadogo wadogo. Bila yeye, magonjwa yatokanayo na panya kama tauni yanaweza kuongezeka kwa kasi kubwa. Lakini sasa, makazi yake yanazidi kuvamiwa, miti inakatwa katwa, ardhi inalimwa kupita kiasi. Hii inamfanya azidi kukaribia makazi ya watu, hivi sasa ni hatari kwa pande zote mbili. Tunahitaji kuweka mipaka baina ya maisha yetu na ya wanyamapori. Kujifunza kuhusu Black Mamba ni hatua ya kwanza ya kuishi naye kwa amani. Kwa kila anayemwona kama kiumbe cha laana, kumbuka, asingekuwepo, mazingira asingekuwa sawa. Ni muda wa kuacha hofu na kuanza kuelewa kwa umakini mkubwa. Leo umejifunza kuhusu spishi ya ajabu, spishi ya heshima. Ni hatari, ndiyo, lakini ni sehemu ya mfumo wa maisha. Sasa unajua Black Mamba si tu kifo, ni maisha mengineyo yanayolindwa kwa uwepo wake. Kama kuna jambo lilokuvutia sana kuhusu nyoka huyu, ni lipi? Na je, Unafikiri Black Mamba anapaswa kulinda au kuangamizwa kabisa? Acha maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment, maana si kila mtu anafikiria kama wewe. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Bongo Fresh.